Naitwa Emmanuel, siku ya leo nimepata muda wa kutana na mtumishi wa Mungu na kiongozi wa huduma ya Worship Gatherings Tanzania. Uh, nafikiri ingekuwa vizuri akiitambulisha yeye, yeah, uh, na mshukuru Mungu. Uh, naitwa Lutiko Makikuti ni mmoja kati ya viongozi wa Worship Gatherings Tanzania. karibu sana mtumishi, asante sana. Ndio, uh, yeah. uh, siku ya leo nimekuja, uh, kuna vitu vingi ambavyo natamani kuvijua na kuna watu ambao pia wanatamani kufahamu kuhusu huduma mnazozifanya uh, watu wengi wamekuwa na maswali mengi, wanajiuliza, akina nani mnafanya nini na ni kwa ajili ya nini? Uh, wanatamani kujua sana kuhusu huyo. uh, sana sana. Uh, sisi tunaitwa Worship Gatherings Tanzania ni muunganiko wa watu mbalimbali kutoka mbali, nchi mbalimbali mbali, maeneo mbalimbali mbali, kabila mbalimbali, lakini tumeitwa na mtu mmoja tu ambaye anaitwa Yesu Kristo kwa hiyo uh, nia yetu dhumuni letu na lengo letu ni kujifunza juu ya habari za Mungu, na tuna group la WhatsApp ambalo ambao linadumu kila mwaka. Hilo group linaitwa kumjua Mungu na nguvu zake katika Kristo. Mle ndani tunajifunza masomo mbalimbali kuhusu uh, Mungu huyu tunayemwabudu, lakini pia tunakuwa na masomo ya Biblia. Kwa maana ya kujifunza Biblia. Yeah. Tumeona dunia jinsi inavyoenda na tupo katika siku za mwisho, kwa hiyo huu ni uamsho ambao umekuja sasa hivi kwa kutumia hizi hizi devices ambazo watu wengine wanazitumia kwa malengo tofauti. Sisi, Mungu ametupa neema ya hizi devices kuzitumia kwa maana ya kumtangaza Kristo na kuweza kumjua uh, huyo Mungu aliye hai. Lakini lingine ambalo tunalifanya kama team ni kufanya matendo ya huruma, kwa sababu kama Mungu sisi ametupa neema fulani basi tunaona ni vyema hata wengine pia wakanufaika na hii neema ambayo sisi tumekuwa nayo. So, tuna huduma mbalimbali kiwepo kujenga makanisa kwa maana ya sisi wenyewe kutoa sadaka na kuweza kuachilia huko. Hatuna wafadhili wote, mfadhili wetu ni Yesu Kristo. Uh, lakini pia tuna mambo ya kuwaona hawa watoto yatima wafungwa ambao uh, tumewaona mwaka jana mwisho wa mwaka na pia mwaka huu tuna mpango huo. So, haya ni baadhi ya mambo ambayo tunayafanya. Hatuwezi kuzungumza habari ya kuna watu tunawasomesha, kuna watu tunafanya hivi, hapana. Lakini pale Mungu anapotusaidia, basi tunafanya yale ambayo tuna uwezo nayo. Nimesikia yeah. Oh, wow. Hmm. kuhusu issue ya kutumia mtandao vizuri, mtandao ni fursa <laughs> yeah. Yeah. pia nimesikia ulivyozungumza kuhusu issue ya kusaidia wahitaji ya imekuwa ni kitu ambacho mnafanya kila baada ya muda fulani, mnaenda kuona wahitaji pia, mnajenga makanisa mnazunguka mkono, mnajenga makanisa ah, tungetamani kujua sababu, katika kuchunguza nimekuja kujua kwamba kila mwaka huwa mnakuwa na matukio tukio fulani kwenye kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Pia hilo tukio linaambatana na ibada kwa ajili ya kufanya tendo la huruma kuona wahitaji, kama hivyo ulivyozungumza. Tungependa kujua na watu pia, ungependa wafahamu huu mwaka mmejipangaje na mnatamani kufanya kipi? na wapi, namshukuru uh, na Mungu. uh, haya ni maono ambayo alitupa Mungu mwenyewe. Mwaka jana tumefanya tukio hilo mkoa wa Mbeya na ilikuwa ni gereza la Rwanda. Mwitikio ulikuwa mkubwa sana tofauti na tulivyokuwa tume, tune, tumefikiria. uh, huwa tunakuwa tumepanga siku ya kumshukuru Mungu kwa maana ya kumaliza mwaka na kumuomba Mungu kwa ajili ya mwaka mwingine. Kuna maono ambayo huwa anatupa ya kufanya tendo la huruma. Mwaka jana tumefanya, tunamshukuru Mungu, ile tunasema sisi kwa ukubwa pale uh, gereza ya Rwanda. Uh, tukiwa tumeambatana na watu mbalimbali, lakini tunamshukuru Mungu pia hata viongozi kutoka maeneo mbalimbali walitunga mkono tukaenda pale. Mwaka huu tumejipanga kwenda gereza la Songwe. Mchungaji mlezi anaitwa Mchungaji Ngondia ambaye amehudumu katika lile gereza kwa muda wa miaka ishirini na mbili. Uh, baada ya kuona tunaenda Rwanda pia alifanya juhudi za kuweza kutu, kututafuta kwa sababu ni mmoja kati ya watu ambao tuko nao karibu. Alitupa mazingira ya Wasongwe, alitueleza it hurts, naumiza ukiona vijana sisi tuna uwezo wa kula chipsi hapa, alafu mwenzio huku anapitia magumu. Kwa hiyo Mungu, Mungu ametupa neema mwaka huu, tutakuwa Songwe, mwaka huu tutakuwa Songwe. Kwa hiyo tutafanya ibada kubwa katika eneo la Teofilo Kisanji University, pale Teku Hall tukiwa na wale ndugu zetu wa USCF wa Teku pamoja na Heaven Voices, lakini pia na watu mbalimbali tutahudumu pale, yeah. Na imani, maandalizi yashaanza kufanyika tayari kwa ajili ya ibada na watu washasikia wengi, washajua kwamba kuna ibada itapofanyika Teku. mm -hmm. Uh, kwa watu ambao wa wako mbali, kuna watu wanatoka mikoani wanatamani wa kuhudhuria ibada hiyo, pia kuna watu ambao wako ndani ya, wa ya Mbeya wanatamani kuhudhuria wa ibada hiyo, mnaweza uh, mkafanua zaidi namna gani unaweza kufika katika ibada hiyo? Wow. Uh, ni ibada ambayo itakuwa kubwa <laughs> kwenye ulimwengu wa roho tunaiona <laughs> kubwa lakini <laughs> kwa utukufu wa Mungu mwenyewe, uh, sio kwa maana nyingine. Kila mmoja anakaribishwa tuna wakaribisha sana vijana pia wazee. Tutajaribu kuwaalika wachungaji kadhaa, yeah. na watumishi wengine ambao hatuwezi kusema, lakini tutakuwa nao, na ni ibada kubwa na nzuri sana. Yeyote ambaye ana muda wa kufika kumshukuru Mungu kwa ajili ya huu mwaka, huu mwaka tumepita kwa mambo mengi sana, kwa tufike pale tumshukuru Mungu tukiwa hai. Baada ya kumshukuru Mungu pale, elfu mbili ishirini na sita itakuwa nyepesi sana sana. Kwa hiyo tunamkaribisha kila mmoja aweza kufika katika uh, ibada hiyo. Amen, yeah. Amen, amen, amen. Kinachofanyika katika huduma hii ni kikubwa amen. Na watu wanaona, sio rahisi, ni kwa uwezo wa Mungu tu. Pia kuna charity kwa ajili ya baada ya ibada. Umezungumzia kuwa kutakuwa na tukio kwa ajili ya kwenda kuwaona wahitaji mi ni wafungwa katika gereza la Songwe. Kwa watu ambao wanatamani kuchangia mahitaji ma na vitu kwa ajili ya kwenda kuwaona watu Uh, wanaweza wakatumia njia gani ili waweze kuwapata, waweze kuwasilisha hivyo vitu, au kama ni fedha kwa ajili ya kununua vitu vitakavyotakiwa kwenda huko? Okay. Uh, tumepata, tuna barua rasmi yeah. Uh, kutoka huko uh, kwa maana ya mahitaji direct uh, ni, ni wakati wa mwisho wa msimu wa mwaka, ni Christmas season, unaona <laughs> hapa so wat, wale pia wanahitaji baadhi ya vitu vizuri, mojawapo ni nguo kuna watu wana nguo ambazo wamezivaa mara mbili mara moja, si tupe, si tutapeleka tuko kwa ajili hiyo. Lakini kingine ni miswaki, sabuni, shavers, mafuta uh, blankets. na vitu vidogo vidogo vingi vingi, uh, lakini kubwa ambalo kwa kweli sisi ndo tumelibeba ni neno la Mungu, tunaomba watu uh, waweze kutusaidia tuweze kupata biblia za kutosha tuweze kupata Tenzi za Rohoni na Mwimbieni Bwana tuweze kuwapelekea kule, and haturuhusu vyakula vilivyopikwa kule, aturuhusu au hawaruhusu, lakini michele hii, mahindi kwa maana ya unga, tuko tayari kwa ajili ya kupeleka. So tuna namba za simu ambazo mtu anaweza akachangia uh, moja kwa moja. Tuna hii namba ya mix by yes, uh, 0773 saba moja uh, nane nane tano tano. Uh, litatoka kwa jina la Lutiko Mwakikuti uh, hapo unaweza kutuma, lakini ukituma tafadhali andika hii ni kwa ajili ya uh, kuwaona wafungwa. Tuko tayari kwa ajili ya kununua hivyo vitu na kuweza kupeleka kwa utukufu wa Mungu. Amen, amen, amen. Ndugu mtazamaji, tunaona ambavyo, uh, mtumishi wa Mungu amefafanua zaidi uh, katika hilo swala la kwenda kuwaona wafungwa, na kwa ajili ya hiyo ibada, kwa nilivyoelewa, uh, una nafasi kubwa sana ya ku fanikisha hilo uh, tukio kwa sababu mahitaji ni mengi, na viko vitu ambavyo ni vya gharama ya chini. Pia unaweza ukahusika kwa namna moja au nyingine, ukaja kufanikisha ibada hiyo. Usimwache uh, Mungu, unaendelea kumtumikia Mungu katika matukio kama haya Amen. Mungu akubariki sana Amen. Amen. Amen.